Ndoa ni nusu ya dini. Safari iliyojaa upendo, furaha, Ayia na amani. Tunakuletea simulizi na historia <laughs> za wanandoa. Tunajua hawa si wako bize na kutafuta. Naye kumuona jinsi alivyo. Ni mtoto wa mjomba kwa shangazi, kwa hiyo tuwahi kuishi wote. Visa muna na mikasa, anaweza kukuoa leo na tabia hii, lakini mkakaa miaka miwili mitatu akabadilika